ndio jina kubwa katika majina matukufu ya Allah ambalo ni maalum ni khas, linamtambulisha Allah subhanahu wataala. Huwezi ukakuta yeyote katika viumbe wa Allah subhanahu wataala ambaye anasifika kwa sifa hii au amebeba jina hili ambalo ni Allah. Likitajwa jina hili, anajulikana mwenye kutajwa ni yule Allah tabaraka wataala peke yake, ambaye ndiye mwenye haki ya kuabudiwa, hakuna mwingine ila yeye Allah subhanahu wa taala. Katika maneno ya mwisho mwisho tulipata kufahamu katika darsa iliyopita, tulizungumzia maana ya man ahsaha dakhala aljanna, mwenye kuyaelewa akayadhibiti. Tukasema maana yake mwenye kujua thamani yake akafuata athari za majina hayo, lakini pia akajua siri zilizomo na akamwomba Allah jalla wa'ala kupitia majina hayo, anakuwa ametengeneza sababu ya kuingia peponi. Leo insha Allahu taala tuanze na kadhia nyingine. Je, Allah jalla waala ametueleza kwamba kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ana majina tisini na tisa. Je, majina haya tunayoyaona yameandikwa asmaullahi lhusna hal jaa uh, sarduha minan nabii sallallahu alaihi wasallam. Je, majina haya tunayo yafahamu tisini na tisa ya Allah yamekuja katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam yametajwa ahlul ilmi wanasema yamekuja katika hadithi ambayo ni dhaifu Hadithi aliyoipokea al-imam Tirmidhi katika jamii yake, lakini ar-rajih ar wallahu a'lam annahu min addi rawi la min kalam nabii sa salam. Hii hisabu ya kutajwa jina hili na hili na hili na hili, hisabu hiyo anasema ni katika e, utamkaji au hisabu iliyotajwa na rawi wa hadith na sio katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha ma dhakarahu ibn hajar al-asqalani fi fath al-bari sharh sahih al-bukhari. Habari hii au maneno haya ameyataja al-imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu Fath al-Bari sharh ya sahih al-Bukhari. Ndugu zangu katika iman, lakini haina maana eh, kwamba majina haya tisini na tisa ukisema Allah Jalla wa Ala anayo majina tisini na tisa, sio maana yake kunakataa au hadithi inakataa kwamba Allah hawezi kuwa na majina mengine innma tahsis likauniha akthar lasmai tadawulan wa abyaniha maanin. Wanasema ahlulilmi kwamba yametajwa haya tiina 9ia kwa sababu ndiyo majina yamekuwa maarufu sana mashuhuri sana na watu wanamuomba sana Allah subhanahu wa taala kupitia majina haya. Ndugu zangu katika iman, uh, tunapozungumzia majina ya Allah subhanahu wa taala 99 na tukiwa tumeanza jina la kwanza Allah, wanasema wanawazuoni, kullu ismin min asma'illahi alhusna, kila jina miongoni mwa majina matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu madhaqun khas, kila jina lina testi yake ya kipekee ya aina yake. La ya'rifuhu illa man lahaja bihi lisanu, hawezi kujua ladha ya jina hilo isipokuwa yule ambaye amelitamka kwa ulimi wake

la yusharikuhu fihi ahadun, hashirikiani na yoyote subhanahu wa ta'ala katika jina hilo jina hili. Jamiun li kulli sifati al-kamal, Allah ni jina ambalo limekusanya sifa zote za ukamilifu na utukufu. Dalu bi ma'na ala kulli usuli at-tauhid al-khalis, jina hili Allah maana yake imebeba misingi yote ya tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala.

na kila mmoja analithibitisha na kulikubali hili anna allaha, ya kwamba Allah subhanahu wa taala, yasjudu lahu, vinamsujudia vinamnyenyekea, man fi lsamawati wa man fi lardi, vyote vilivyoko mbinguni vinamnyenyekea Allah, na vyote vilivyoko ardhini vinamnyenyekea Allah. Na huu unyenyekevu, ndugu zangu, katika imani, taw'an wa karhan, yani maumbile yanatulazimisha tuwe chini ya unyenyekevu na toaa ya Allah subhanahu wa taala yako mambo ametuumbia hata wale ambao wanakataa uwepo wa Allah, lakini wanajikuta automatic wanayatii maumbile. Na huu ndio unyenyekevu ambao tawaan au karahan, unatii unataka hutaki. Takupa mfano mdogo. Allah ametuumbia sisi kama wanadamu, kwa sababu ni madhaifu, lazima tulale. Ni kiumbe gani anaweza kusema mimi, kwa kuwa sitambui uwepo wa muumba, mimi silali. siwezi kusinzia? Hayupo Allah jalla wa ala ametuumbia kwa kuwa sisi ni wanadamu ni madhaifu, tunaumwa njaa, tunaugua, tunakufa. Atokee kiumbe yote aseme mimi siwezi kufa, mimi siwezi kuumwa njaa, mimi siwezi kusinzia. Haya ni maumbile ambayo yanaonyesha yuko yule ambaye amekitenza nguvu kila kitu. Kwa hiyo tunapozungumza au Allah anapotuambia yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, vinamsujudia vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini. walshamsu walqamaru wanujumu waljibalu walshajaru wadawabu wa, wa kathirun minan nas. Subhanallah, viumbe hivi Allah jalla waala anavitaja kwamba vinamsujudia vyote vilivyoko mbinguni na ardhini. Tazama jua, mwezi, nyota, majabali, miti, wanyama, wa kathirun minan nas, na watu wengi

kwani hakika ya Allah jalla waala anafanya atakavyo. Hakuna anayeweza kuingilia katika maamuzi ya Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo hata wale ambao imethibiti kwao neno la adhabu kwa sababu ya ukafiri wao, la takhluu qulubuhum min dhikrihi, nyoyo zao zinatambua na zinamtaja Allah subhanahu wa taala, walitirafu bihaulihi wa quwwatihi, na wanakubali watake wastake, kwamba Allah jalla waala ndiyo mwenye nguvu wa adhimi qudratihi na utukufu wa uwezo wake Allah Subhanahu wa ta'ala. Katika surati Zukhruf, Allah jalla wa ala anasema, na hii Allah anatusimlia uhalisia wa wanadamu. Hata ukimsikia mtu anasema hakuna mungu, hii dunia inakwenda, tumekuja by nature, si inajiendesha, haya ni maneno yako mdomoni tu. Nyoyo zao zinakiri na zinatambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiliza maneno ya Allah Muumba, anasema wala in saaltahu na endapo utawauliza hao wenye kukanusha uwepo wa Allah subhanahu wa taala, man khalaqahum. Waulize swali hili, ni nani aliyekuumba wewe, unayesema hakuna Mungu, hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki ila yeye, hayupo? Muulize man khalaqak, wewe ni nani amekuumba? La yaqulunna allah, watasema bilisani halihim, watakubali kwamba Allah jalla wa ala yeye ndiye aliyewaumba. Kwa hiyo pamoja na ukafiri wao wanamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala, dhulman wa ulwa, kwa dhulma na kujikweza. Lakini vile vile inaweza ikawa taklidan li abaihim wa ajdadihim, wanayasema hayo kwa kuwaiga pengine baba zao na mababu zao, au kufuata matamanio yao, au kumfuata sheitan. Pamoja na hayo, yaljauna ilayhi inda istifhali alkhatar, hatari inapotokea, wanajikuta automatiki wamerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala matatizo ya kikomaa wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Liilmihim bil fitra, kwa sababu maumbile yanawasukuma kwamba anna Allah jalla wa ala huwa alqadiru ala kulli shay, yeye ndiyo mwenye uwezo peke yake wa kila jambo, ndiyo mwenye uwezo wa kuamrisha shari ikatoweka au ikaje. Yeye peke yake Allah jalla wa ala ndiye anayeweza. Leo tuhitimishe na neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala anazungumza

Unaweza ukasema mimi sipelekwi. Tazama ndugu yangu, katika imani hizi njia, kwa mfano unakwenda porini, unakwenda jangwani. Tazama mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala alivyotutengenezea, ametuwekea alama ambazo zinatuongoza katika safari zetu. Unaonaje kama mtu unatembea baharini hakuna ishara yoyote ya kukuonyesha huku ni mashariki, huku ni magharibi, wapi tunaelekea? Tazama Allah jalla wa ala, baharini, wala wanaotembea baharini, amewekea nyota zinawaongoza, kwamba tukitazama nyota hii tutakwenda kutokea sehemu fulani wanaotembea jangwani hakuna miti hakuna nini vile vile, wanazitumia nyota zinawaongoza. Lakini tazama, unapokwenda porini kuna milima, watu wanapeana appointment wakutana katika mlima fulani. Nani kauweka mlima huu? Hizi ni ishara Allah ameziumba na vitu ameviweka vitusaidie katika maslahi ya maisha yetu. Sasa sikiliza haya, huwa alladhi yusayyirukum, yeye Allah ndiye anakufanyieni wepesi wa kutembea. Filbari, mkiwa mchikavu, walbahri na mkiwa baharini hata idha kuntum fil fulk, mpaka mnapokuwa katika vyombo vinavyotembea baharini, meli, mashua, majahazi, mko baharini, mnatembea. Wajaraina bihim birihin tayyiba, vyombo hivi vikakupelekeni katika upepo mwanana, mnafurahia, mnapiga stori, mambo yanakwenda vizuri. Na sote au kila ambaye amewahi kusafiri baharini au ziwani atakuwa anaelewa vizuri sana maneno haya. Tunatembea, tunakwenda, halafu nini kinatokea? wafarihu biha Allah anatusimulia watu wanafika pahala, wanafurahi, safari inaenda vizuri. Tyb, jaatha rihun asif, ghafla Allah anayabadilisha mambo, unakuja upepo wa kimbunga. Wajaahumul mauju min kulli makan, yanatokea mawimbi kila upande, linakuja wimbi kama mlima, mkilitazama kila mmoja anakuwa rabbi nafsi, rabbi nafsi, stori zimekatika, kila mmoja anaona kabisa tunakwenda kuangamia Allah anasema wadhannuu anahum uhita bihim, kila mmoja anakuwa na yakini kwamba sasa tumezungukwa, hatuna namna ya kusalimika. Nini kinafanyika wakati huo? Itazame fitra sasa, maumbile Allah jalla waala anasema dau llaha mukhlisina lahu ddin, katika hali hii wote watamuomba Allah tabaraka wataala, hali ya kumkusudia peke yake na kumtakasia dini na kuweka ahadi nyingi la in anjaitana min hadhihi e, mola wangu kininusuruna, hali hii iliyotufika, lanakunanna min shakirin, tukitoka salama hapa tutakuwa ni wenye kushukuru, tutatii, tutanyenyekea, tutarudi katika amri zako. Hii inakupa taswira gani? Kwamba kila nafsi, hata wale wenye kukataa uwepo wa Mungu, inapofika hali kama hii, fitra, maumbile, yanawalazimisha kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah jalla jalaluhu la yajhaduhu jahidun wa in tadhahara bi annahu yajhaduhu, hata kama mtu akijidhihirisha bilisani al maqal, ulimi wake akawa anasema hakuna Mungu hakuna Mungu, lakini maumbile yanatafsiri uwepo wa Allah subhanahu wa taala, kwa sababu hakuna anayeweza kumnusuru mwanadamu katika hali kama hiyo aliyohitaja ila ni Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu, katika iman Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hiyo arsala rusula lihidayati nas, amewatuma mitume ili wawaongoze watu wawaelekeze watu, ila khaliqihim wawaelekeze kwa muumba wao, alladhi amanu bihi, yule ambaye wamemwamini, washahidu lahu bilwahdaniyya, wakamshuhudia juu ya upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum fi aslabi abaihim, tangu wakiwa katika migongo ya wazazi wao hii ndugu zangu, katika imani, katika vitu ambavyo watakiwa tujue. Anapokuja mwanadamu hapa duniani akaanza kusema hakuna Mungu, hakuna hivi, Qurani inatuthibitishia kila mwanadamu, kila nafsi imekubali na kukiri juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa taala, tukiwa bado tuko katika migongo ya wazazi wetu. Katika surati al-A'raf Allah jalla wa ala ametueleza hayo, waidh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin, Allah alitushuhudisha alipoziumba naf nafsi zetu au alipoziumba roho za wanadamu wote, alafu Allah alizikusanya akazishuhudisha juu ya upweke wake na kwamba yeye ndo anastahiki kuabudiwa pasina kushirikishwa. Nafsi zote zilikubali na zikakiri juu ya jambo hili, kisha Allah akawaambia au akatueleza siku ya Kiyama, mtakaporudi kwangu, msije mkasema hamkulijua hilo. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala, tafsiri yake ni kwamba kila nafsi inafahamu na kila nafsi inatambua kwamba sisi wote ni madhaifu, sisi wote ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ya ayuha nnas antumul fuqara ila Allah, enyi watu, hakika nyinyi ni mafakiri, ni wahitaji, ni madhalili ni madhaifu wote mnamhitajia Allah, wallahu huwa alghaniyul hamid. Na yeye Allah jalla waala ndiye tajiri, ndiye mwenye kuhimidiwa, ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, kwa leo nitaishia hapa, yaelewe hayo kuhusiana na hili jina la Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni alamu na ala Allah, ni jina linalomtambulisha Allah peke yake na hashirikiani na yeyote katika waja wake, katika viumbe vyake, katika jina hili insha Allah katika halaka inayokuja